Maisha ni fupi sana kwani Allahu Subhanahu wa Taala asema. Tunachinja mnyama tunakula na tunasherehekea pamoja na marafiki na familia na maskini pia, nyama tunawapatia uh, maskini ili tusherehekee wao pia waweze kufurahi katika siku hii ya leo. Muwe na Idi yenye fanaka na baraka, msherehekee vizuri na mudumishe amani katika kusherehekea. Eh, okay, una ukiwa unasherehekea tafadhali, angalia haki ya wale wengine pia. Kuna hisia ya kisiasa ambayo una mvurutano wa kisiasa hapa na pale, sisi kama imams uh, na, na watu wa dini na viongozi wa dini tunataka Soprisa. na tunaomba kila wakati nchi yetu ya Kenya iwe nchi ya amani. Uchaguzi bado hajafika, bado kuna muda, kwa hivyo tu focus maendeleo na kustawisha uh, uh, uh, uh, uchumi na kupatia mwananchi maisha mazuri. Election ikifika na uchaguzi ikifika wakati wake, tunaomba watu wadumishe amani, na yule ambaye Mwenyezi Mungu atampatia uongozi ndiye atakuwa ndio atapewa kwa sababu uongozi ni kitu ambacho inatolewa na Mwenyezi Mungu. Naomba wanasiasa waweke huduma ya kuhudumia mtu wa kawaida, mwananchi wa kawaida apate maisha mazuri, apate chakula apate afya nzuri apate eh, masomo nzuri. Simu yako kwa sasa, pia ujumbe ambao tungependa kutuma kwa tume ya uwiano, wafanye kazi yao na watulize hali ambayo tunaona sahihi. Wafanye kazi vizuri sababu hapa ndio, eh, kazi yao na hapa ndio jukumu ambalo serikali imewapatia. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna kidogo, eh, wamelegeza kamba kidogo. Kwa hivyo tunawaomba wao pia wafanye kazi yao na kwa uh, vizuri bila mapendeleo na bila uh, ubaguzi yoyote.